Mwenyeheri Maria Soledadi Torres Acosta alizaliwa mjini Madridi, Hispania. Aliguswa na mateso ya watu waliokosa msaada, hasa waliokuwa wakifa bila huduma wala faraja. Maria Soledadi alijiunga na kundi dogo la wanawake waliokuwa na shauku ya kumtumikia Mungu kwa kuwahudumia wagonjwa majumbani mwao, alipoanzisha Shirika la Masista Wasaidizi wa Wagonjwa. Alikuwa mama mkuu wa kwanza wa shirika hilo. Aliwaongoza masista wake kwa imani thabiti, unyenyekevu na moyo wa huduma. Alijitolea katika huduma ya wagonjwa maskini, akiona katika kila mmoja uso wa Kristo mwenye mateso. Alifariki akiwa na sifa ya utakatifu na upendo wa dhati kwa Mungu na jirani. Leo tunamkumbuka kama mfano wa huduma ya huruma na upendo, hasa kwa wagonjwa na wanaoteseka na kama mama mwema wa mashirika ya kitume ya kike duniani.